Mpendwa mtazamaji, Dominika ya tano 5 ya kipindi kicha Kwarezima, karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi Mungu. Somo la kwanza tunalipata katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 43 aya ya 16 hadi ya 21. Somo la pili linatoka katika waraka wa mtume Paulo kwa Filipi sura ya tatu aya ya 8 hadi ya na Injili inatoka Injili ya Yohane sura ya nane aya ya kwanza hadi ya kumi na moja. Ni kipindi ambacho tunaelekea katika mafumbo ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, na kuanzia leo misalaba yote itafunikwa. Yesu anajificha haonekani kwa wazi Tunaanza na injili ambayo inatoka kwa mwinjili Yohane sura ya nane aya ya kwanza mpaka ya kumi na moja. Ni habari za mwanamke aliyekuwa amefumaniwa katika uzinzi. Yesu alikuwa yuko hekaluni anawafundisha watu neno la mwenyezi Mungu. kati kati ya mafundisho hayo, ilikuwa ni asubuhi, waandishi na mafarisayo wakaja Yesu akiwa anafundisha wanamletea mwanamke aliyekuwa amefumaniwa katika uzinzi. Twajifunza jambo hapo. Kwa nini hawakumwacha Yesu amalize mafundisho yake na baada ya kutoka hapo nje ndipo waseme kwamba Yesu, huyu mwanamke tumemleta kwako alikuwa amefumaniwa katika uzinzi. Kati kati ya mafundisho yake wanakuja pale kwamba unachokifundisha hakina maana, zaidi shughulika na kesi hii. Maana yake kuna jambo walikuwa nalitafuta kuvuruga jamii yote ya watu iliyokuwepo pale baadaye kuweza kusikiza neno la Mwenyezi Mungu, na watu hawa waanze kumwangalia, waanze kusikiza hoja zao. Baadaye wanafika pale, wanamwambia Yesu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini, na katika torati ya Musa Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake wa namna hii. Nawe wasemaje? Hebu tuangalie vizuri juu ya hili jambo. Uzinzi katika sheria ya dini ya Kiyahudi ulikuwa ni uhalifu mkubwa. Uzinzi ulikuwa ni moja ya dhambi kubwa tatu ambazo kila Myahudi akizitenda dhambi hizo adhabu yake ilikuwa ni kifo. Myahudi aliyeingia katika ibada za sanamu adhabu yake ilikuwa ni kifo. Myahudi aliyeingia katika dhambi ya mauaji adhabu yake ni kifo, na baadaye pia Myahudi aliyeingia katika dhambi ya uzinzi adhabu yake ilikuwa ni kifo. Ndio maana katika Walawi sura ya ishirini aya ya kumi na Kumbukumbu la Torati sura ya ishirini na mbili aya ya kumi na tatu hadi ya ishirini na nne inasema wazinzi wote adhabu yao ilikuwa lazima wapigwe kwa mawe hadi wafe. Wakamletea Yesu mwanamke ambaye alikuwa amefumaniwa katika uzinzi. Nyuma ya pazia, nyuma ya tukio ilikuwaje? Waandishi na Mafarisayo walikuwa wana kisasi maalum juu ya yule mwanamke na juu ya Yesu Kristo, yaani walikuwa wameamua kumleta yule mwanamke kwa Yesu kwa sababu nyuma yake walikuwa na jambo na hasa kwa maneno yao wanaozungumza kwamba amefumaniwa katika uzinzi. Polisi wa kidini ambao walienda kumkamata yule mwanamke waliacha habari zao za kuweza kukaa na kusali, wakaingia katika upelelezi ni namna gani huyu mwanamke anaingia na huyu mwanaume katika hiyo nyumba. Wakatumia ushahidi wa hali ya juu sana katika kuweza kuandaa mashtaka juu ya huyu mwanamke, na kwa sababu kesi yenyewe ilibidi waimalize huko huko kimya kimya, wakaamua kuileta hadharani kuja kumdhalilisha huyu mwanamke. Na kwa nini, wakamwambia kwamba huyu mwanamke lazima apigwe mawe na wanamletia Yesu kwamba amevunja sheria, hiyo adhabu yake lazima apigwe mawe. Kama Yesu angesema kwamba huyu mwanamke lazima apigwe mawe, mambo mawili yalikuwa yanakuja mbele zake. Ulikuwa ni mtego mbaya sana ambao walikuwa wameuandaa mbele za Yesu, walikuwa wamemwandalia Yesu mambo mawili. Yangekuja mbele zake kama angesema huyu mwanamke apigwe mawe, jambo la kwanza angepoteza jina lile alilokuwa amelipata kupitia huduma yake ambayo ilikuwa imejaa upendo na huruma hasa maeneo ya Galilaya. Maana yake asingeitwa tena kwamba yeye ni rafiki wa watenda dhambi, watenda dhambi wengi walimpenda. Angesema apigwe kwa mawe, angepoteza jina lake lote alilokuwa nalo. Ya pili, angesema huyu mwanamke apigwe kwa mawe angepingana na sheria ya Warumi ambao walikuwa ni watawala nyakati hizo, kwa sababu Warumi walisema hivi, Myahudi yoyote yule hakuwa na uwezo wa kuweza kupitisha au kuelekeza mtu yoyote yule aweze kupata hukumu ya kifo. Na kama angesema huyu mwanamke apigwe, wangeenda kumwambia Pilato kwamba Yesu amesababisha huyu mwanamke ameuawa, kwa sababu amewaelekeza watu waweze kumpiga mawe. Sababu nyingine ambao ulikuwa ni mtego mbaya sana kwa Yesu Kristo, kama Yesu angesema mwanamke huyu anapaswa kusamehewa juu ya dhambi yaliyotenda, maana yake nini? Kwamba Mafarisayo na waandishi wangesema huyu Yesu anawafundisha watu dhambi anawafundisha watu kuvunja sheria na anawaruhusu watu, anawahimiza watu kuweza kutenda dhambi ya uzinzi. Hivyo basi, wangemkamata huyu mwanamke aliyefumaniwa katika dhambi ya uzinzi pamoja na Yesu, wote wangepigwa kwa mawe. Huu mtego Yesu anaushinda, anaushinda kwa jambo moja tu kubwa aliolifanya. Yesu akainama akaanza kuandika kwa kidole chake katika ardhi. Kwa nini aliinama chini? Kuinama chini kwake ulikuwa ni unyenyekevu. Yesu hakujibu kwa hasira shutuma ambazo mafarisayo walikuwa wamezileta na waandishi. Katika unyenyekevu wake, hakumlaumu huyu mwanamke aliyekuwa amefumaniwa, hakumfokea wala wale wote walikuwa wameleta mashtaka hakuweza kuwafokea, alitulia, akainama. Nyakati ngumu za maisha utakazoletewa, utulivu katika majaribu unahitajika sana. Kwa nini aliandika katika nchi kwa kidole chake? Wataalamu mbalimbali wa mambo ya kiroho wanazungumza Yesu alikuwa akiandika katika nchi ili kuweza kuitangazia nchi na kuweza kuitangazia mavumbi ambaye mwanadamu, mwanadamu ni mavumbi na mavumbini atarudi. Alikuwa anaitangazia nchi dhambi za wale wote waliokuwa wamemleta huyu mwanamke, kwamba amefumaniwa katika uzinzi. Kuna sehemu nyingine katika Biblia imesema kwamba nchi inaandika habari zetu, kila dhambi unayotenda kila uovu unayotenda nchi inaandika. Yesu aliziandika dhambi zao na kila mmoja aliyekuwepo pale akawa anaziona hizo dhambi zake ambazo zilikuwa zimeandikwa katika ile ardhi. Yesu aliandika taarifa zao kwenye ile nchi, alivyoandika taarifa zao kwenye ile nchi akatamka maneno haya, walipoendelea kumsonga, asiye na dhambi miongoni mwenu awe wa kwanza kumtupia jiwe huyu mwanamke. Maana yake nini? Yesu alisema kwamba mmoja ya mashahidi ambaye aliyeshuhudia tendo hili lilikuwa linafanyika aweze kuwa wa kwanza kuweza kumrushia jiwe. Ni nani kati yenu asiyekuwa na dhambi awe wa kwanza kuweza kumrushia jiwe? Maandiko matakatifu yanazungumza, wanasema kwamba Yesu alifichua dhambi na tamaa zao mbaya na alipofichua, baada ya hapo wakashitakiwa katika dhamiri zao, Wakaanza kuondoka mmoja baada ya mwingine, kuanzia mzee hadi wale vijana. Baadaye akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke. Yesu akamuliza yule mwanamke, waliokushitaki wako wapi? Akasema, hakuna Bwana. Na yeye akamwambia, wala mimi sikuhukumu, enenda zako, usitende dhambi tena. Tunajifunza mambo gani katika fundisho hili? Fundisho la kwanza ni juu ya mitazamo ya viongozi wa kidini waliokuwa na mamlaka katika nyakati zile Yesu alivyokuwa anaishi, yaani mitazamo ya waandishi na mafarisayo juu ya matatizo na dhambi katika jamii. Mitazamo yao ilikuwa ni hii: badala ya kuweza kuwasaidia watu waliokuwa na dhambi ambao hawashiki sheria za Mwenyezi Mungu na miongozo ya kijamii, baadaye kuweza kuwasaidia kwa moyo wa huruma na moyo wa upendo, wao walitumia muda wao mwingi kuweza kuwahukumu, kufanya maamuzi mabaya. Mitazamo yao ilikuwa mtu akitenda dhambi, lazima kufanya maamuzi mabaya juu yake. Wenye mamlaka hawakuwa na nafasi ya kuweza kuwasaidia watu waliokuwa ni dhaifu wenye dhambi. Hawakuweza kuwaona kwamba hawa, kuwa hawa wanahitaji huruma ya Mwenyezi Mungu. Yaani katika mioyo yao walikuwa wamejaa adhabu tu, ni kutoa tu adhabu. Hawakuwa na huruma, hawakuwa na msamaha juu yao, hawakuwapatia nafasi hao watu waweze kupona katika maisha yao. Hadi leo katika nafasi mbalimbali mbali ambazo tumepewa muda wa kuweza kushikilia miongozo na sheria za dini zetu, tusibakie tu katika kuweza kutoa adhabu kwa wale wote ambao ni wadhambi. Yaani, mioyo yetu iweze kuwa na huruma, mioyo yetu iweze kuwa na msamaha. Mioyo yetu itawasaidia hawa watu kuweza kupona katika udhaifu wao, na baadaye watakuja kuwa wema. Fundisho la pili ni juu ya ukatili ambao ulikuwa juu ya wale viongozi wenye mamlaka kwa watu. Waandishi na Mafarisayo hawakuwa na mtizamo mzuri juu ya yule mwanamke kwa ujumla. Hawakuwa na mtizamo mzuri juu ya wanawake katika nyakati ambazo Yesu alikuwa anaishi. Yaani walimwona mwanamke kama ni kitu. Walimwona kama ni chombo ambacho ya kuweza kuunda mashtaka yao dhidi ya Yesu. Kama vile jamii ya kipindi kile ilivyomwona, kama mwanamke kilikuwa ni chombo ambacho mwanaume anaweza akakitumia kwa ajili ya madhumuni yao, viongozi pia wa dini waliingia katika mtizamo hiyo, ukatili wa hali ya juu kwa mwanamke, kwamba mwanamke hakuwa na jina, mwanamke hakuwa na utu mwanamke hakuwa na hisia yote ile, kwamba alikuwa ni kibaraka juu yao. Na ndio maana katika hali hii ya kwamba mwanamke hana jina, walipofika kwa Yesu wakasema, mwanamke huyu, hawakutaja jina lake. Wakati kwenye Biblia Mwenyezi Mungu yeye, kuna maeneo mengi sana ambapo yeye Mwenyezi Mungu kwa wale ambao ni wa dhambi anawataja kwa majina yao. Mfano katika Injili, katika kitabu cha Kutoka sura ya 33 aya 17, Mwenyezi Mungu anasema Musa, ninakujua jina lako. Mamlaka za nyakati zile hazikutaka kuweza kumjua jina la huyu mwanamke, hawakupenda utu wake, wakamdharau sana. Ebu katika maisha yetu, haijalishi tutakutana na mtu ni mdhambi namna gani, taja jina lake, kwamba unaheshimu utu wake Hebu tuheshimu utu wa watu, hebu tuheshimu hisia zao, na wao ni binadamu. Ni makosa makubwa sana kuwachukulia watu kama vitu. Hadi katika udhaifu wao, fikiria kwanza juu ya utu wake kabla hujampatia adhabu. Waandishi na mafarisayo wangejua nafasi ya huyu mwanamke, kwamba Mwenyezi Mungu alimuumba kwa thamani kubwa, wasingemtendea mabaya kama hayo. Na fundisho jingine ambalo tunalipata kupitia Yesu Kristo anavyozungumza kwamba wako wapi waliokushitaki? Anasema, hapana Bwana. Anasema, na mimi sikushitaki, enenda zako, usitende dhambi tena. Maana yake Yesu alimpatia nafasi ya pili huyu mwanamke katika madhaifu yake aliyokuwa nayo. Yesu alijua kwamba huyu mwanamke ametenda dhambi, lakini alitambua kwamba maisha yanaendelea mbele Yaani maisha ya kuweza kujirekebisha, maisha ya kuweza kufikia ukamilifu yanasonga mbele, akampatia nafasi nyingine ili aweze kujikomboa ye mwenyewe. Na sisi wenyewe tuweze kuwa na mtizamo huo wa Yesu Kristo katika kipindi hiki cha Kwaresma, ebu tuwapatie wenzetu nafasi apili, ya pili ya kuweza kujikomboa wao wenyewe katika madhaifu yao. Ni kweli unajua fulani madhaifu yake alikuwa nayo, unajua dhambi zake. Ni kweli unajua mke wako dhambi yake ambao ako nayo ni kweli unamjua kijana wako mapungufu yake ambayo wako nayo. Ni kweli unamjua mume wako, dhambi zake unazijua zote, umepekenyewa kwenye simu yake, unajua dhambi zake ambazo wako nazo. Mpate nafasi ya pili ili aweze kujirekebisha yeye mwenyewe, na si kumuumbua mwenzako hadharani, kumpeleka mbele za watu na kumuumbua jinsi alivyo. Wakati sisi wenyewe tunapotumia nafasi ya kuweza kuwaumbua wengine dhambi zao tunakosa nafasi ya kuweza kutathmini juu ya dhambi zetu wenyewe. Na Mwenyezi Mungu atupatie nafasi hiyo ya muhimu sana katika maisha yetu kujikomboa wenyewe. Katika somo la pili, ambalo Paulo yeye yupo gerezani, Paulo mtume wa Kristo, ambaye alipewa nafasi ya pili katika udhaifu wake wote aliokuwa nao wa kuweza kulitesa kanisa, yupo gerezani mbele yake anasubiri kifo na anawaandikia barua kanisa la Filipi sura ya tatu kuanzia ile aya nane aya ya nane mpaka ya kumi na nne wakati kifo kiko mbele yake anatambua kwamba katika kuweza kuunganika na Kristo ataishi milele yaani amepoteza kila kitu alichokuwa nacho amewapoteza wapenzi wake aliyokuwa nao wote lakini ingawa marafiki na vyote hivyo, kanavyo amepoteza ipo gerezani, kuna kitu kimoja tu kikubwa sana ambacho alikuwa hajakipoteza, yaani uwepo wa Kristo ndani ya maisha yake alikuwa hajaupoteza. Kristo alikuwa ndani mwake, alikuwa hajampoteza. Hivyo basi anawaandikia Wafilipi, anasema kwamba nayahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo. Anasema anayahesabu mambo yote kuwa ni hasara. Paulo anayahesabu mambo gani ambayo yalikuwa ni hasara? ya anaorodhesha mambo makubwa manne ambayo yalikuwa ni faida ya kwake kwamba yamekuwa ni hasara baada ya kuweza kumpata Kristo. ya kwanza, kama Mwisraeli kweli kweli, alitahiriwa siku ya nane. Hahesabu kwamba kutahiriwa kwake siku ya nane kwamba ni kitu cha thamani kubwa zaidi kuliko watu wengine. Ya pili uzao, kwamba ametoka katika uzao wa Israeli, yaani kama ni Mwisraeli, ambaye Israeli alikuwa ni Yakobo na alipewa jina ili la Israeli baada ya kuweza kupigana na malaika, akabadilishwa kutoka Yakobo akaitwa Israeli. Maana yake ametoka katika ukoo bora, ukoo wa Ibrahimu Isaka na Yakobo, yeye ni mrithi wa agano la Mungu pamoja na wao. Hakujihesabia kutoka katika huo ukoo bora kwamba ni kitu bora zaidi. La tatu, Paulo anasema kwamba nimetoka katika kabila la Benjamini, kabila mashuhuri sana Benjamini, ambaye alikuwa ni mtoto wa Raheli, kipenzi cha Yakobo, ambaye alizaliwa katika nchi ile ya ahadi. Tunapata habari za Mwanzo sura ya 35 aya ya 17 mpaka ya 18, kwamba kabila la Wabenjamini alitoka mfalme wa kwanza eh, wa wale wa, na Waisraeli. Na yeye mwenyewe pia huyu Paulo aliyekuwa anaitwa Sauli alipewa jina la Sauli Mbenjamini, kwamba ametoka katika familia bora zaidi, akasema katika habari za kuweza kumjua Kristo amesema hivyo vyote na hesabu kwamba ni hasara. Anaendelea kwamba Mwebrani, Mwebrania wa Waibrania, baba yake alikuwa ni Mwebrania, mama yake alikuwa ni Mwebrania, na ingawa alifundishwa chini ya Gamalieli aliyahesabu hayo yote kwamba ni hasara. Kuna baadhi ya mambo mbalimbali mbali ambayo unaweza ukawa umeyapata katika safari yako ya maisha, historia yako ulikotoka, elimu yako ambayo umeipata, taifa lako ambalo umelipata, ukoo wako ambao umeupata. Ukiingia ndani ya Kristo hivyo vyote havina maana tena, kwa sababu ndani ya Kristo wote tumekombolewa kwa damu ya thamani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na kama tumekombolewa kwa, kwa damu ya thamani kubwa sana, ametununua Kristo kwa damu yake takatifu. Hesabu habari za ukoo wako, hesabu habari za kabila lako kwamba ni hasara, umepoteza na umeingia katika familia nyingine. Baada ya hapo Paulo akatangaza kwamba nimeacha haya yote, ninaingia katika kufanya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Akaweka kusudi kubwa katika safari ya maisha yake ya kiroho, na kusudi hilo akasema kwamba kuanzia sasa sitaki kujua jambo jingine lolote lile, ni kumjua yeye aliyeniita akafa pale msalabani, akanisafisha madoa yangu, ameniosha kwa damu yake yenye thamani. Hivyo basi, anaendelea mbele katika kusudi la Mwenyezi Mungu la kuweza kumjua yeye ashike kile ambacho Kristo alikuwa amemwahidia katika safari ya maisha yake, kwamba katika maisha haya ya Ukristo usitaki kuweza kujua mambo mengine baada ya Kristo kuweza kuunganika na yeye. Habari za kusoma mambo mengine, kuweza kujua umbea, kuweza kujua habari za fulani, kuweza kujua vitu kama hivi, achana navyo, umjue huyu Kristo aliyemwaga damu yake akakukomboa. Paulo anatufundisha jambo hili na nenea katika kukua kwake kiroho amefika katika hali ya juu sana. Paulo anasema kwamba sio kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu la, ninakaza mwendo. Paulo mwalimu wetu mwema katika safari yetu ya maisha anasema kwamba katika ukomavu wake wa kiroho, katika usafi wake wa kuweza kuwa ndani ya Kristo alijiona kwamba yeye bado hajashinda kwamba bado hajakamilika katika matatizo yote ya kiroho ambayo yako mbele zake, anasema sijafika, anasema sijakamilika, ninakaza mwendo. Kuna watu wengi sana katika nyakati hizi, hasa viongozi wa kiroho, huwa na mitazamo kwamba wao wamekwisha kufika, wao wamekwisha kukamilika, wanaacha kipengele cha kukaza mwendo wanaacha mazoezi yale yote ambayo ya kiroho walikuwa wanayafanya siku za nyuma mpaka wakafikia mahali ambapo walipo. Narudia tena, ni kitendo kibaya sana cha kujiona kwamba umefika, ni kitendo kibaya sana cha kujiona kwamba umekamilika, ukaacha kukaza mwendo, ukaacha mazoezi yale yote ya kiroho uliokuwa unayafanya siku za nyuma, kabla hujafikia mahali ambapo ulipokuwa, kwamba unaona kwamba umefika, unajihesabia haki. Paulo mwalimu wetu mwema, yeye alisema nakaza mwendo. Katika safari yako ya maisha ya kiroho kaza mwendo, songa mbele, safari bado hujafika. Uja, lishike lile ambalo Kristo amekuunganisha na wewe, yaani shika sana kile Kristo ambacho anakutaka wewe ukishike. Na katika baada ya kuweza kukaza mwendo, Paulo anatufundisha anasema kwamba ninayasahau mambo yote yaliyopita ninayachumilia mambo ya mbele. Paulo yeye aliyekuwa na historia nzuri katika kabila lake lile, aliyekuwa na historia nzuri kama Farisayo, na baadaye pia aliweza kumuua Stefano shahidi, aliwatesa wa Kristo, akasema kwamba ninasahau mambo yote ya nyuma, ninayachumilia mambo ya mbele. Hakutaki kuweza kufungwa na mambo ya nyuma. Yaani, katika safari ya maisha yetu ya kiroho katika kipindi hiki cha Kwaresma, mambo ya nyuma yaweze kuwa ni mazuri kwangu, mambo ya nyuma yaweze kuwa ni mazuri kwako, mambo ya nyuma yaweze kuwa ni mabaya kwako, yasikuzuie katika kuweza kutoka katika mahali ulipo na kuweza kusonga mbele. Maana yake nini? Maisha yangu ya nyuma nilifanya mabaya, ndivyo ilivyo, siwezi kwenda kubadilisha historia yangu. Maisha yako ya nyuma, kuna mambo mabaya uliyatenda kama yule mwanamke mzinzi aliyekuwa amefumaniwa, kama Paulo aliyekuwa amewaua Wakristo, akaliuzi kanisa, akalitesa kanisa. Huwezi ukaenda kubadilisha, hiyo ni historia yako. Huwezi ukaenda kupaka rangi historia yako hata mara moja. Yalitokea, yametokea. Kwa wakati huu sasa nimemjua Kristo, kwa wakati huu na kuendelea mbele, yachuchumalie yale yaliyoko mbele yako, yani songa mbele na maisha yale ambayo Kristo amekuandalia mbele yako. Kuna msalaba mbele yako, kuna mbingu. Yaani, usianze kujihukumu tena katika maisha ya nyuma, ukajiona kwamba wewe ni mkosaji. Ni kweli ulitenda, mbele yako kuna nafasi nyingine ya pili zaidi. Yesu alimpatia yule mwanamke mdhambi nafasi ya pili ya kuweza kurekebisha maisha yake, na baadaye akafika mbinguni. Vile vile pia Yesu anakupatia nafasi ya pili ya kuweza kurekebisha maisha yako uweze kufika mbinguni. Paulo mwalimu wetu mwema anasema, nina kaza mwendo niifikile mede na sababu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo. Kaza mwendo, mpendwa mtazamaji, kaza mwendo, ndugu yangu, acha kujihukumu katika maisha ya nyuma. Mbele yako kuna utukufu ambao umeandaliwa mbele yako, ni mwito ambao ni mkubwa zaidi, na Mwenyezi Mungu kupitia hiyo atakupokea mbinguni kama alivyompokea Paulo, atakupokea Yesu Kristo mbinguni kama alivyompokea yule mwanamke mzinzi. Na ukijiona kwamba unaanguka mara nyingi sana katika swala zima la dhambi mbaya kama yule mwanamke mzinzi, au kama yule Paulo muuaji aliyolitesa kanisa, manake wewe ni chombo kiteuli cha Mwenyezi Mungu. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina.